Aa, leo ni tarehe thelathini na moja ya hmm, mwezi wa tano kama tunavyofahamu, katika orodha ya magonjwa yale adimu aa, huwa tunatenga, basi inakuwepo siku ya kuangalia e magonjwa adimu, lakini inakuwepo siku ya kuangalia karibu kila ugonjwa hmm. Ehe, na siku hii ya leo basi imetengwa maalum kabisa na Umoja wa Mataifa kuangalia uelewa juu ya ugonjwa wa lupus. Umeusikia hmm? ugonjwa wa lupus sasa hasa nimeona kwenye picha mm -hmm. unafananaje, lakini elimu yake kwa kina mm -hmm. sijabahatika kupata. Sawa sawa, basi kwanza tuungane na profesa mshiriki katika eneo la kalenda kutuangalizia siku mm -hmm. ya leo kuna nini, aliyefungua huko nyaraka kazi soma na kutukusanyia mm -hmm. sisi hapa kwa siku hii ya leo halafu baadaye tutakuja kuzungumza kufahamu hapa uh, na miongoni mwa wale wa Tanzania ambao wana ugonjwa huu wa lupus watakuja kutujuza hapa uh, kinaga ubaga, maisha yanakuwaje na ni ugonjwa wa aina gani? Karibu sana Elesia. Binadamu ni injini inayochakata mifumo mbalimbali katika mwili na kufanya mtu sika kuwa kamili kiafya na kiakili. Inapotokea mfumo wowote kwenye injini hii ukapata itirafu, basi hata matokeo yake hubadilika na kuonyesha madhara ya wazi na mwezi huu wa Mei dunia kwa pamoja inaadhimisha mwezi wa uelewa wa ugonjwa wa lupus. Lupus ni hali ambayo mfumo wa kinga ya mwili hushambulia tishu na viungo vyake, yaani unaitwa ugonjwa wa autoimmune. Lupus inaweza kusababishwa kuvimba viungo, madhara ya ngozi, figo, seli za damu, ubongo, moyo na mapafu. Ugonjwa huu wa lupus ni vigumu kutambua kwa kuwa dalili na ishara zake mara nyingi hufanana na magonjwa mengine. Dalili kuu zaidi ya lupus ni upele wa uso unaojitokeza kwenye mashavu yote mawili. Upele huu huonekana kwa wagonjwa wengi wa lupus, ingawa sio wote wenye lupus wanaweza kuwa nao. Kuna aina kadhaa za lupus, kila moja ina dalili na sifa zake za kipekee. Kuna lupus erythematosus, yaani lupus ya ngozi. Hii ndio aina ya kawaida ya lupus na inaweza kuathiri viungo na mifumo mingi katika mwili, ikiwa ni pamoja na ngozi, viungo, figo, moyo, mapafu na ubongo. Dalili zake ni uchovu, maumivu ya viungo, maumivu ya misuli, upele wa ngozi na kuvimba kwa mwili. Aina nyingine ya lupus ni lupus inayotokana na madhara ya dawa. Aina hii ya lupus huchochewa na madhara ya dawa fulani ambazo atakazotumia mhusika, na dalili hazitofautiani na zile za lupus ya ngozi, na dalili hizi zinaisha mara tu dawa inapoisha kwenye mfumo wa mwili. Vilevile vile kuna lupus ya watoto wachanga. Aina hii ya lupus ni nadra na hutokea kwa watoto wachanga kutokana na kingamwili fulani za mama zao. Dalili zinakuwa kama vile upele wa ngozi, matatizo ya ini na upungufu wa seli za damu. Dalili hizi kwa kawaida hupotea ndani ya miezi michache baada ya kuzaliwa. Dalili za lupus zitatofautiana kulingana na mifumo ya mwili ulioathiriwa. Na hali hiyo, kuna watakaopata uchovu homa, maumivu, vidonda vya ngozi, vidole kuwa vyeupe au bluu wakati wa baridi, shida ya kupumua, maumivu ya kifua, macho kuwa makavu, kuumwa na kichwa, kutokuwa na kumbukumbu, na hata kuharibu mfumo wa neva na kusababisha shida kwenye kutembea, viungo kupata ganzi kupooza kwa sehemu kadhaa za mwili, kuona vitu mara mbili mbili, yaani double vision, kizunguzungu, kuzirai na mabadiliko mengine ya kihisia. Lupus inaweza kusababisha matatizo mengine mbalimbali ya afya ikiwa ni pamoja na uharibifu wa figo, ugonjwa wa moyo, shida ya mapafu, matatizo ya neva za fahamu, kuganda kwa damu, upungufu wa damu na kumfanya mgonjwa kuwa hatarini kupata maambukizi ya magonjwa mengine. Lupus ni ugonjwa usiotibika. Lakini kuna matibabu ambayo yanaweza kukufanya uishi nao na kudhibiti zaidi na kuboresha ubashiri wa wagonjwa kwa kiasi kikubwa. Ugonjwa huu si wa kuambukiza kutoka kwa mtu hadi kwa mwingine. Lakini inatokea mara nyingi zaidi kwa watu ambao wana historia hii katika familia zao. Lupus inaweza kugunduliwa kwa kutumia aina mbalimbali za uchunguzi wa damu, mkojo, figo na ini. Wanawake wapo kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu, ingawa lupus inaweza kuathiri watu wa umri wowote. Kwa kuzingatia mfumo mzuri wa maisha, unaweza kujiweka kwenye kundi salama la kuepukana na ugonjwa huu, hasa ukizingatia mazoezi, kula mlo sahihi, kujikinga na mionzi ya jua. Kufanya uchunguzi wa afya mala kwa mala. Hii ni kalenda ya leo, nami Elsie Haule. Shukran sana Elestia Haule kwa utangulizi huo mzuri juu ya ugonjwa huu, dalili zake, na maeneo ambayo unashambulia una. Na kwa wakati huu tupate nafasi ya kuzungumza na miongoni mwa wagonjwa wa lupus, lakini pia ni mwanaharakati wa kuendelea kutoa elimu, lakini kupambana na ugonjwa huu, si mwingine bali ni Hajrath Mohammed, mwanzilishi na mwenyekiti wa Lupus Awareness and Support Foundation. Ah, tunazungumza naye kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Habari za asubuhi, karibu sana Hajrath. Asante. Tumefurahi kuwa na wewe kwa siku ya mm -hmm, leo. Labda kwa kwanza tu mtazamaji angependa kufahamu umekuwa na ugonjwa huu wa lupus kwa muda gani sasa na ilikuwaje wewe ukagundua? Mpaka um, sasa nina miaka kumi na nane na ugonjwa huu wa lupus nimeishi nao, lakini pia nimegundua mara baada ya kuona dalili za ugonjwa huu katika mwili wangu, japokuwa haikuwa rahisi kupata jibu la moja kwa moja kutokana na hakuna kipimo kimoja ama kwa urahisi kuweza kujua kama ni unaumwa na ugonjwa. Kwa hiyo ilimchukua muda mpaka kugundua kwamba ninaumwa na ugonjwa huu. mm -hmm. Siku hii sasa ina maana gani kwako? Siku hii ni siku nzuri na ni kubwa sana, haswa kwa sisi wagonjwa wa ugonjwa huu wa lupus, lakini pia kama tunavyojua mwezi Mei yani mwezi wa tano ni mwezi wa kutoa elimu, uelimishaji juu ya ugonjwa huu katika jamii yetu, hususan jamii yetu ambayo haina mwelewa kabisa kuhusu ugonjwa wa lupus. Sawa, mm -hmm. Sawa, tueleze kwa upande wako, wewe una lupus ya aina gani? Ni tunaiona pia hapo usoni na baadhi ya maeneo tayari ambayo tunaona yameshaathirika na ugonjwa huu wewe ni ya aina gani? Aina ya lupus iliyokuwa nayo inaitwa discoid lupus erythematosus, ambayo ni lupus ya ngozi, lakini lupus hii ya ngozi inaweza pia ikaathiri na ndani. Kwa mfano kama mimi binafsi, mi ishaanza ku develop ya SLE ambayo ndio hiyo lupus kubwa inayofahamika sana ulimwenguni. Uh, kwa hiyo nina ngozi, lakini pia ninapata shida ya misuli ama mifupa katika viungo vyangu, muda mwingine huwa naweza kukakamaa, ama mwili kupoteza nguvu. Mm, pole sana na sa, hadi unafikia hatua ya kuwa na hii foundation, maana yake safari yako na maisha yako kuna namna yalibadilika kabisa. Miaka kumi na minane iliyopita, ugonjwa huu umebadilishaje maisha yako? Ugonjwa huu umebadilisha maisha yangu kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ugonjwa huu unapelekea mtu kutokupata kazi, kutokueleweka kwenye jamii, unapelekea kwenye unyanyapaa, unapelekea kutoeleweka kabisa. Lakini pia kuna imani potofu juu ya ugonjwa huu. Kwa hiyo, kwa asilimia kubwa tunaona kuna athari kubwa, lakini pia unaniwinda kila siku, maana ni kati ya magonjwa ambayo kimwonekano unaweza ukaonekana ni mzima ila ndani yako ni unaumwa, lakini ni ngumu sana, kwa macho ya kawaida mtu hugundua kama unaumwa. Lakini ndo tunatakiwa kupambana, kupambana na kuendelea kuishi na huu ugonjwa. Kwa hiyo athari ni kubwa na ni nyingi sana kwenye jamii, lakini pia athari nyingine ni uh, matibabu bora hapa nchini Tanzania hakuna, kutokana na kutokuwa na wataalamu wa ugonjwa huu wa lupus, lakini pia gharama ni kubwa za upatikanaji wa matibabu. Kwa mfano labda vipimo mwanzoni, pia unataka kugundua, lakini pia dawa zake na kadhalika. Hajrath, eh, tumsaidie mtanzania sasa, ugonjwa huu unapatikanaje? Ili mtu aweze kupata ugonjwa huu anafanya nini, ama kipi kinatokea? Uh, kama ilivyopita mada mwanzoni, hmm. uh, ugonjwa huu kwanza, tunataka kujua unaweza ukampata mtu yoyote yule, haijalishi umri, jinsia, kabila na kadhalika. uh -huh. Uh, ni ugonjwa ambao unatokana na mfumo wa kinga za mwili, badala kulinda mwili unaenda kushambulia mwili. Kwa hiyo, kama unashambulia mwili, huruhusu magonjwa tofauti tofauti kushambulia mwili wako. uh -huh. Kwa hiyo kwa mfano, um, mtu anaweza akakutwa ana UTI inayojirudia mara kwa mara ama homa yoyote ile inayojirudia mara kwa mara, akienda hospitali anapewa dawa, anapona. Akishapona inaweza akakaa kama mwezi ama miezi miwili ikajirudia tena, UTI. Kwa hiyo mpaka hapo tayari ushaujua huo ni ugonjwa wa lupus, lakini unachotakiwa ni kwamba alikwenda kuthibitisha kwa daktari kwanza, maana haupimu kirahisi rahisi. mm. ugonjwa huu unaambukiza? Ugonjwa huu hauambukizi. Mm -hmm. Lakini pia ugonjwa huu huathiri sana wanawake kwa asilimia tisini, na wanaume pia inawapata, japo kwa mwanaume anaweza, kama atawahi kwenda hospitalini, anaweza akapona kabisa mm -hmm. Kwa uzoefu wako, mtu akishaupata wa ugonjwa huu anapaswa kuishi vipi? Kwanza uh, anatakiwa kujikubali mm -hmm. Kujikubali, lakini pia kufata masharti anayoelekezwa na daktari wake Mm. Tatu umuhimu kuwa na watu wa karibu wanaomwangalia mara kwa mara, kwa mfano familia, marafiki, lakini pia hiyo familia na na marafiki wao pia wanamwelewa pale anaposema sijisikii vizuri, maana huu ugonjwa unaathiri pia saikolojia. Kwa hiyo huyu mgonjwa akikosa marafiki wa karibu wanaomwelewa, akikosa familia ya karibu inayomwangalia na kumwelewa, inaweza ikamwathiri kwenye mfumo wa akili mm. Anunaweza mm ukapata. -hmm. na kadhalika. Nimesikiliza hapa simulizi uh, juu ya historia ya ugonjwa huu uh, simulizi inasema kwamba ugonjwa huu hauna tiba uh, pengine ipo kinga ya ugonjwa huu lakini hapa pia uh, utanijibu na hili kwamba uh, inachukua muda gani mpaka kugundua kwamba una lupus, tangu ulipopata maambukizi. Ni kama swali la mwisho kwamba mm -hmm. lupus inaweza ikachukua Uh, zaidi ya miezi mpaka miaka kugundua kama una ugonjwa huu. Mm. Sio rahisi kabisa kuipata kwa haraka, kugundulika kwa haraka. Maana hakuna kipimo hata hakuna kipimo kimoja ambacho kinathibitisha, inajumuisha vipimo vingi sana. Mm. Uh, na kwa swali la kwanza, samani namba urudie? Aha, nimezungumza kuhusu kinga kwamba ugonjwa huu una kinga pengine. Hapana, Ugonjwa huu hauna kinga, natotakiwa ni kuepukana na vitu ambavyo vinachochea ugonjwa huu kukupata. Mm -hmm. Naweza nikasema kwamba um, mtu yoyote yule anaweza kawa na lupus, lakini isijitokeze mpaka mara baada ya yeye kupata vichochezi ambavyo vinaweza vikachochea ule ugonjwa ukajitokeza kwenye mwili wake. Mfano vichochezi vyenyewe ni kuepuka vyakula vya kemikali Um, kuepuka miezi mikali ya jua, kuepuka ama kupunguza msongo wa mawazo, na, na, na, na hata mazingira pia kuchochea, mfano baridi kali ama joto kali pia inaweza ikachochea na, na lupus. Kama tulivyoambiwa mwanzoni, sio tu ni ya ngozi ukasema utajikinga na jua kwamba utalinda ngozi yako, hapana, lupus ziko za aina nyingi kama tulivyoelezwa, lakini pia chengine kama ni mvutaji wa sigara, lupus sio nzuri. Uh, wagonjwa wenyewe wenye lupus pia wanashauri hata kupata rufu ya sigara sio jambo zuri, kwa sababu inachochea uh, kuamsha kwa kasi sana ugonjwa huo wa lupus. Kwa hiyo kama ulikuwa umelala ndani yako, unaweza kujitokeza. Naweza nikajitolea mfano mimi mwenyewe wenyewe, uh, lupus yangu mimi ilizaliwa vizuri, ila ilijitokeza nilipoenda shule yenye baridi kali, ndipo ilipojitokeza na ndipo ilianza kuumwa. Uhum. Na tueleze hapo Hajrath, uh, kwa sasa hivi hapo ulipo tunapokuona, uh, kwa hii lupus, kwa mfano tunayoiona usoni, kuna namna unapata maumivu? Ndiyo, maumivu yapo ya kwa um, mfano kama hapa nimevaa hijabu lakini ngozi yenyewe inasikia maumivu, kama unavyoona kuna rangi nyekundu nyekundu, lakini pia macho yanakuwa yanavimba na sio usoni tu ni, ni kama asilimia ya sitini ya mwili wangu umeathiriwa na ugonjwa huu kwa nje kwenye ngozi. mm -hmm. Na unafanya nini sasa nyakati ambazo unahisi maumivu na kuwa? Natumia dawa na meza dawa za kupunguza ma, maumivu um, kwa maana ugonjwa huu wa lupus lazima utumie dawa, hauna namna ya kukwepa. Kwa hiyo sisi tunatumia dawa, kwa mfano kama mimi Uh, kwa siku naweza meza hata vidonge ishirini mpaka thelathini ambavyo kila kidonge vinakuwa vina kazi yake. Kwa mfano kama tulivyosema awali kwamba huu ugonjwa hauna tiba, kwa hiyo tiba yake ni, ni vidonge unavyopewa hospitalini ni kwa ajili ya kutuliza tu makali ya ugonjwa huu. No, unasema vidonge ishirini hadi thelathini kwa siku? E, inawezekana na inategemea na aina ya aina uliokuwa nayo wewe kama mgonjwa. Kwa maana wagonjwa wa lupus tunatofautiana aina zetu, lakini pia tunatofautiana katika matibabu yetu. Sasa Hajrath, tunaelezwa kwamba moja ya changamoto ambayo mtu anaweza akaipata kwa kunywa dawa kwa muda mrefu ni matatizo ya figo na lupus, pia tumeelezwa inaweza ikashambulia figo. Unafanya nini hapo kuhakikisha unakuwa salama katika hili eneo. Kiukweli ni mchezo wa bahati nasibu. Vidonge sisi watu wenye ugonjwa wa lupus hatuvikwepi, ni ni ugonjwa wa maisha yote, kwa hiyo unameza, lakini kinachotokea kwa mfano kama mimi, huwa ninachokifanya ninaangalia, je, natakiwa kumeza kidonge hiki kwa sasa au la? Kuna namna ya kupunguza dozi ambayo unaweza ukashauriana na daktari wako kwa mfano mgonjwa yote mwenye lupus, lazima ameze dawa inaitwa prednisolone. Hii prednisolone inapanda na kushuka gramu zake. Kwa hiyo kama unaweza ukashauriana na daktari kutokana na hali unayokuwa nayo kwa kipindi hicho, anaweza kakuelewa aidha kakupunguzia, lakini kama utakuwa una hali mbaya ni kuongezewa. Hiyo yote unatakiwa kuwa nayo tayari, na ndio maana wagonjwa wa lupus inaenda mwisho wa siku unapata maradhi kama figo na kadhalika, kutokana na vile vidongo vinavyokunywa lazima vitakuwa vina athari ndani yetu. ndivyo ilivyo. mm -hmm. Sasa awali umetuambia kwamba ugonjwa huu uh, hauambukizi. Vipi kuhusiana na swala ya kurithisha ugonjwa huu, watu wanarithi ugonjwa huu? Kwa kwa mujibu wa wataalam wa mm. ulimwenguni, uh, hakuna jibu halisi kama ni kutokana na urithishwaji au la, japo wanasema inaweza kuwa ni ugonjwa wa nadra kurithiana mpaka karne uhum. Kwa hiyo, mfano kama mimi sasa hivi nipo, kwa hiyo ina maana kwenye ukoo wangu hakuna mtu anaweza kuja kuzaliwa mwenye hii tena mpaka mimi historia yangu ijo ipotee, karne ipite, ndio inasemekana inaweza ikajirudia. Sawa, uh, uh, sawa sawa. Ni, ni maisha gani ama namna gani anapaswa kuishi mtu mwenye ugonjwa wa lupus? Kwa maana kuna tahadhari uh, anapaswa kuzichukua kwenye shughuli zake za kila siku, na kuna aina ya kazi ambazo anapaswa kufanya na asizopaswa. Asante. Uh, mgonjwa wa lupus anatakiwa aishi kwanza kwa kuzingatia, mm, pointi ya kwanza uh -huh. ni nzito sana, na wengi huwa wanashindwa ni kukabili msongo um, wa mawazo msongo um, wa mawazo una nguvu kubwa sana katika kuchochea makali ya ugonjwa huu wa lupus uh, kuepukana na vyakula vya kemikali, pombe, sigara, lakini pia kuhakikisha kwamba kama ni kwenye upande wa kazi unafanya zile kazi ambazo hazikuhitaji utumie nguvu. Uh, mara nyingi sana sisi watu wenye ugonjwa wa lupus tunashauriwa kupumzika, kutokana na miili yetu tayari inakuwa haina nguvu kwenye viungo, lakini pia hata akili ukiitumia sana, ndio unaanza kuumwa kichwa na inaweza ikapelekea shida nyingine. Kwa hiyo kama ni mfanyaji wa kazi, zingatia kupata muda mwingi sana wa kupumzika kuliko kazi yako, lakini mm -hmm. fanya vile vitu ambavyo unavipenda, kuepukana na mawazo mm -hmm. Sasa Hajrath kuzingatia hmm. mtibabu. Kama inawezekana kufanya mazoezi, unaweza ukafanya, lakini ni yale mazoezi mepesi, hayatakii kuwa mazoezi mazito, lakini pia kwa kushauriana na daktari wako. Lakini unatakiwa pia uzingatie <coughs> lishe bora. Lishe bora ni muhimu, sio kula tu vyakula vya mafuta, vilivyosindikwa. Uh, sio vizuri. Asante uh -huh. Upande wa gharama zake, sasa, ukishapata ugonjwa huu wa lupus ni namna gani uh? kuna gharama pengine, ili mtanzania anatazama sasa hivi ajue ni ugonjwa wa namna gani, kuanzia hapo kwenye gharama. Pia kwenye upande wa gharama wa matibabu, ningependa kujitolea mfano mimi mwenyewe, maisha yangu, namna ninavyopambana na huu ugonjwa mm -hmm, ipo hivi mm -hmm. Uh, wakati ule na wakati natafuta vipimo awali kabisa mm. Sijui ninaumwa nini mm. Ni gharama, ni gharama. Maana, ni gharama ni gharama, maana litakiwa nilipe zaidi hata ya milioni moja mm. Ni gharama, lakini pia hata kwenye upande wa wa wa vidonge ama madawa pia ni hali madawa yetu sisi ni hali sana hali mm. Lakini nakumbuka ilikuwa kama kwa mwezi dozi yangu mimi ilikuwa ni kwenye laki saba. Ndiyo. Haya, a ni dozi ya mwezi. Na kwa upande mwingine bima haikavi moja kwa moja uh, dawa zetu, kwa hiyo nyingi tunakuwa tunanunua. Mfano mimi sunscreen, na shukuru nimepata mdau mmoja uh, mm. kutoka Marekani. mimi ya kwangu mimi inaagizwa kutoka Marekani. Kuna vitu vingine hata hapa nchini dawa hizi hazipo, kwa hiyo kama mimi napata kutoka Marekani Mm -hmm. Sawa sawa. Na hadi sasa hivi umekutana na wagonjwa ngapi wa lupus na ni nini ambacho mngetamani uh, serikali au uh, wizara iwafikirie katika hilo? Wagonjwa ninaofahamu wapo kwenye mikoa tofauti tofauti nchini Tanzania almost kawapo kama 38, 40 ya, lakini changamoto kubwa ni ile kwamba wagonjwa hao sio wenye kujitokeza. Ni wachache sana ambao tuko mbele kupaza sauti, wengi wanakuwa wanajificha kutokana na athari katika jamii, maana kuna athari nyingi sana katika jamii yetu, ikiwemo ni hizo imani potofu. Lakini pia rai yangu kubwa kwa serikali, ningeomba tu wawekeze kwenye upande wa upatikanaji halisi wa takwimu za wagonjwa wenye lupus nchini Tanzania ili kuweza kupanga mkakati ambao utaweza kuwahudumia wagonjwa hawa. Wagonjwa wapo na tunapata tabu, yaani tunapata tabu, mtu unaweza ukakaa hata mwezi mzima hujapata vidonge kutokana na uhali. Lakini kama itapatikana takwimu halisi, hawa wagonjwa wako wangapi, wako wapi, wanaumwa na nini, tunawasaidiaje, hii itaweza kutusaidia sisi wagonjwa tuweze kupata amani. Mm -hmm. Sababu sio wote ambao tuna umudu hizi gharama. Mfano kama mimi ni, ni mtanzania wa hali ya ya chini kabisa ni, ni ngumu ku afford, lakini pia mwisho wa siku hata hivi vidonge vyenyewe ama hizo dawa zenyewe kuzikosa zinaweza kupelekea kupoteza maisha mm -hmm. Hajrath, tueleze sasa maisha yako sasa hivi unayendesha kwa kufanya nini alafu tuje tuzungumzie na hii foundation yako. Uh, sina, sina kazi mimi nipo tu Uh, nachofanya kikubwa ninafanya hii na ninafanya kazi ya kuelimisha hu, jamii kuhusu ugonjwa huu wa lupus, na ninafanya hivi kwa sababu najua, uh, wapo ambao wanaumwa, wapo ambao wanapata tabu na hawajui namna gani ya kukabili huu ugonjwa waliopata. Kwa hiyo mi nachokifanya, unaambiwa ukiwa na ukiwa na maarifa, wape wenzako, ni moja sadaka. Kwa hiyo ndio mimi ninachokifanya kwa sasa, sina kitu chengine. Um, ni hivyo sasa. una, unawezaje kumudu gharama za matibabu? Namna ninavyomudu ni kwamba marafiki uh, marafiki familia, ndo watu mtu unacho utapata, kama sina basi nashukuru Mungu hapo hapo kwenye marafiki na familia. Hello weekend, pia na marafiki na familia ambao wangetamani kukufikia na wanajua kukufikia wewe, watawafikia pia na wagonjwa wengine wa lupus, tueleze namna gani unaweza kukufikia, na nambari yako ya simu, na kama kwenye mitandao ya kijamii unaweza kupata huko, karibu. <coughs> Namba yangu ya simu ni sifuri sita tano sita thelathini ishirini na tatu tisini na tatu. Hmm. Mitandao ya kijamii tuirudie, namba sifuri sita tano sita thelathini ishirini na tatu tisini na tatu. Mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii uh, kwenye peji yangu kwenye Facebook unaweza ukanipata kama Hajrath Mohammed, kwenye Instagram page ni Lupus underscore inaandikwa si lupus underscore lasf. Kwenye Twitter pia ni lupus lasfi, lupus underscore lasf. Asante sana Hajrath, tunashukuru kwa kuungana na sisi na tunakutakia kila la heri katika safari hii ya mapambano dhidi ya ugonjwa huu na kuendelea kuwashika mkono wengine. Asante ni Hajrath Mohammed, mwanzilishi na mwenyekiti wa Lupus Awareness and Support Foundation, lakini ni mgonjwa wa lupus, kama tulivyoona hapo simulizi yake, na ametuelezea ya maeneo ambayo yeye ugonjwa huu umeshambulia katika mwili wake na namna ambavyo anaishi kwa kupambana. Kwa sasa hivi ana miaka kumi na minane akiwa na ugonjwa huu wa lupus. Hapo tunasema hatuongezi wala Mm, lakini kwa yeah, sababu wametaja namba ya simu yeah. Uh, marafiki wa Hello Weekend mm -hmm. Basi wamtafute na wanafamilia na wao wana wana, wana wafanye lolote mm -hmm. Na namba ya simu hiyo hapo kama ambavyo uh, unaiona kwenye runinga yako hapo, basi mtafute na wewe ufanye chochote, sio tu marafiki wa Hello Weekend mm -hmm. Lakini wa UTV na Azam TV kwa ujumla wake. Kabisa.